Maji, leo nimekuletea mti wa mwembe ni mkubwa ambao tayari ushaanza kuzaa. Hii ni aina moja inaitwa Kent. Embe yake ni kubwa inafikia hata kilo moja na nusu. Hapa ulipo, huu mti una zaidi ya miaka mitano, ila umeanza kuzaa ukiwa ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo tumeutunza mpaka ufikia hapa, inazaa maembe mengi na ni maembe makubwa. Nitakuelekeza jinsi ya utunzaji na upandaji mpaka mti wako kufikia hivi na kupata matunda mengi yenye ubora. Jina naitwa Matias Steve kutoka mkoa wa Morogoro, hapa Sua Kitaruni. Leo na kuonyesha michi ambayo inapatikana hapa Kitaruni kwetu Suwa Morogoro, ambayo ni aina tofauti tofauti, na hapa tupo kwenye kitaru ambacho michi tayari ipo sokoni, yaani tulishafanyia grafting au badi ndio tayari ipo sokoni kwa ajili ya kuchukua kupeleka shambani. Leo naonyesha michi aina tofauti tofauti, kama mfano huu hii ni aina ya Red Indian, ila kuna aina nyingi za miche ambayo design kama hii hapa, ambayo ukichukua mteja mche wako kama huu unaupata kwa shilingi 2500 na uzaaji utachukua baada ya miaka miwili na nusu hadi mitatu. Lakini pia kuna hiyo hiyo miche kama hii hapa mikubwa, ambayo hii mikubwa unaipata kwa shilingi elfu kumi. Uzaaji wake unakuwa kwa mwaka mmoja na nusu unaanza kupata matunda tofauti yake huu mche nilikuonyesha awali na umche uwapa aina embe ambayo utaipata ni ile ile, ila ni uzaaji na changamoto ya malezi kwa mti ambao ni mdogo na mkubwa. Hii miti mkubwa ishasogea haina changamoto sana ya malezi tofauti na ile miti mdogo na uzaaji wake, ndiyo maana nikakwambia ile pale miaka miwili na nusu hadi mitatu, hapa mwaka mmoja na nusu unaanza kupata matunda. Na nimepata changamoto nyingi kwa wateja ambao wamenunua miche au wamechukua miche sehemu nyingine, wanauliza jinsi ya kupanda au jinsi ya matunzo. Leo nitakuelekeza jinsi ya mti wako unavyoupanda na unavyolea mpaka ikifikia hatua ya kuzaa na kupata matunda yaliyo bora. Game okay, mtazamaji, leo nakuletea jinsi ya upandaji wa miti ya kisasa aina ya miembe huu nashika hapa ni mwembe wa kisasa ambao fanyauadsiuatkiwa kwanza. Kwanza uchimbe la sentimita s ni sula mbili zile sentimita 30 kwa kwa kwa ya kwanza, ule udongo wa juu tunatenganisha, tunaweka pembeni na sentimita 30 udongo wa chini tunatenganisha tunaweka pembeni. Lengo la kufanya hivyo kwa sababu ule udongo wa juu una rutuba kuliko ule udongo wa chini. Sasa tukishachimba hivyo, tunachukua mbolea yetu ya samadi ya mbuzi, ya ng'ombe, ya kondoo hata ya nguruwe, ambayo imepoa, imekaa muda mrefu, tunatumia kuchanganya na ule udongo wa wetu wa sentimita 30 ya kwanza. Tukishachanganya, tunarudishia kwenye shimo letu, shimo letu linakuwa limejaa flati. Kinachofuata ndo tunachana hiki kipoti Tukisha chana, tunabakia ndani na kitofali iko. Kitofali unafukua kati katikati ya shimo lako, unapanda mche wako. Hakikisha unapopanda mche wako mudongo usifike mpaka kwenye ngozi ya mti yaani, udongo wako uishie hapa hapa kwenye kitofali chetu. Hapo kwenye zoezi la upandaji na kwa limeisha. Kama una maji yako, maji ni muhimu, sio kama yaani, maji ni muhimu, natakiwa umwagilie pale ndo moja kubwa. Ukishamwagilia ndo moja kubwa, kama umepanda asubuhi, basi na jioni pia natakiwa umwagilie ndo moja kubwa, inakuwa hivyo hivyo niendelevu. Sasa kadri mti unavyozidi kukua na umwagiliaji unapungua, kama kwa wiki moja. Kama mti ukishapita miezi mitatu minne, kwa wiki moja unaweza ukamwagia mara mbili mara tatu. Yani kadri mti wako unazidi kuitafutia chakula, then nawe utakuwa unapunguza umwagiliaji. Hasa hapa tunakuja kwa kutunzaji wa mti. Unaona huu mti niloshika, hii kamba tulifungia hii ndo tumefanya grafting. Sasa kuanzia hapa kwenye huu mti kushuka huku chini ni mti wa kienyeji. Ila kuanzia hapo kwenda huko juu ni mti wa kisasa. Sasa, kwa nini unaona huu mti wa juu wa kisasa umedhoofika? Kwa sababu haya matawi ya chini yamekula chakula kingi kuliko hili tawi la juu. Sasa, unachokifanya ili haya matawi ya chini yasile chakula, ili chakula chote kiende kwenye mti huu wako wa kisasa. Unachotokea ukifanya, utoe haya matawi haya ya kienyeji haya chini kwa sababu huku chini tumeanzisha embe sindano na vile vidogo dogo vya kunyonya vile vya kienyeji ndio tumeanzisha kuotesha kwa sababu inavumilia ukame na magonjwa ndio maana afu baadaye ndio tukafanyia graft ya mti huu wa kisasa aina ya red indian. Ukishatoa haya matawi haya matawi inakuwa endelevu ila mti wako unapozidi kukua ndo huu mkubwa utoaji wa matawi unapungua kwa sababu hii inaanza kunenepa inategemea kwa chakula huu chini inakuwa imezidiwa, ila kwa hapa mdogo yaani ni muhimu sana kwa sababu ukiachia athari yake huu mti wa juu utakufa. Itatoka hii ya kienyeji embe sindano ambayo nazaa baada ya miaka saba hadi nane, na vile vyembe vake ni vidogodogo havina hata soko sasa hivi. Kwa hiyo natakiwa kuzingatia ni hiyo na hii kamba, ambayo tumefanyia grafting. Ukichukua mche wetu, maana kama utahitaji mwenyewe uchukue yenye kamba au ambayo haina kamba, tushafungua kwa sababu yote ipo tayari, ipo sokoni. Mti ukishachipua kwa sababu tunafanyia grafting, siku 21 mti unachipua, siku 30 mti tayari unakuwa upo tayari kwa ajili ya kuuza, mteja kuchukua, kupeleka shambani. Kwa hiyo hii kamba kama mteja umenua mche au unatarajia kuja kununua mche, ukikuta hii kamba hii kamba, unaponunua mche atakuelekeza. Ila kwa hii hapa mimi hapa natakiwa nifungue baada ya siku thelathini kwa sababu mti bado hujaanza ukomaa. Ukifungua chini ya hapo, iki kidonda kinakuwa bado kibichi, kwa hiyo kinaweza kikabanduka, au ukinyumvua, ikinyesha, kinaweza kikaoza. Kwa hiyo natakiwa hii kamba ifungue baada ya siku 30 au maandalizi mengine ya uh, utunzaji wa mti kama hivi. Unaona mti wako umeshambuliwa hapa na wadudu, ndo utachukua namba ya WhatsApp, nitakuelekeza pia. Maua yanapotoka mwaka wa kwanza, kwa sababu hiki kitawi hii cha Red Indian tumekitoa kwenye mti ambao ulishakuwa mkubwa, ulishakomaa. Kwa hiyo sababu tumekitoa kwenye mti mkubwa ambao ulishakomaa, ule mti mkubwa ukishaanza kutoa maua, nacho ikiko kinaanza kutoa maua. Kwa hiyo unachokifanya msimu wa kwanza ule maua akitoka, inatakiwa ya yakati, kwa sababu mti wako ni mdogo, hauwezi kubeba matunda, kwa sababu aina hii hapa embe inafikia gramu sema kilo moja na nusu hivi na gramu zake aina ya hii hapa embe Red Indian yani, kwa sababu kama mti kama wapo, hauwezi kubeba kilo moja na nusu, kwa sababu ni mti mdogo. Kwa hiyo mwaka wa kwanza ule maua yakitoka, una runi, unaacha mti wako, utakavyoona kwamba ni mkubwa, unaweza kubeba matunda, ndo unauacha unaanza kuzaa sasa. Hapo inakuwa endelevu, ndio maana tunasema mti ukichukua kwetu, mti kama hapa ni mdogo, miaka miwili na nusu hadi miaka mitatu ndio unaanza kuzaa, ila hata msimu wa kwanza inaweza katoa maua. Na ile mikubwa ndio mwaka mmoja na nusu, kwa sababu ile mikubwa ishakuwa mikubwa nne, inaanza kujitegemea. Kwa hiyo ukienda kuupanda ndani ya mwaka mmoja na nusu, unakuwa mti mkubwa tayari, unaanza kubeba matunda na no, kwa, kwa mfano mtu akaamua kaacha hiyo karatasi sitoe, nini kitatokea? Hii karatasi ukiacha, kwa sababu hii imebana hapa, yani lengo la kufunga hapa isipitishe maji wala isipitishe nini. Kwa unapoacha huu mti unanenepa, unaona huu mti unavonenepa, hii kamba inazuia. Kwa hiyo hii kamba itakuja itakata mti wako, mwisho utakuja utakatika. Ndio maana unatakiwa uifungue. Ukiacha ikipitiliza miezi miwili mitatu, na huu mti unanenepa, hii kamba inakuwa inazuia, kwa hiyo inajifinya. Mti utakatika kabisa, inaweza ikaleta kwenye mti wako. Kwa faida labda mtazamaji, kuna aina ngapi sasa za miche ya maembe ma ambao akija hapa kitaluni ataipata na ni ipi ambayo wewe unaweza kumshauri sasa apande miche hiyo na kwa nini? Okay, hapa kitaluni kwetu kuna aina embe nyingi, kuna aina embe zaidi ya kumi, kuna redi kuna tomi kuna epo kuna kenti kuna dodo kuna boribo mbuyuni kuna maya kuna white sofa kuna kechi kuna paruma. Hizo zote zinapatikana hapa kitauni kwetu, na embe ambazo zipo vizuri sokoni ni red indian, tomi, epo na boribo. Hizo ndo embe best sana kwa mteja ambaye anataka achukue miti kwa biashara zaidi, anapeleka shambani, baada ya miaka yake miwili mitatu anze kuvuna, unachukua hizo aina nne hizo nizokutajia, redi, tomi, epo na boribo. Hizo ni nzuri sana ni best sana kwa sababu azishambulii sana na wadudu. Miti yote inashambuliwa na wadudu, ila kuna kuzidiana. aishambuli sana wadudu na wadudu, kwa sababu gandari inakuwa ngumu, anaishambuli sana na wadudu na ni nzuri sana, ina kamba kamba. Na kwa uzoefu wako sasa, kwa idadi ya wateja ambao wamekuwa tukiwapata hapa kitaruni mm unahisi ni changamoto nyingi zipya hasa ambazo waga wanazipitia, na kama kuna mtu anataka kuingia kwenye kilimo hiki cha miche hmm, aweze kuzingatia hilo. Okay, changamoto kubwa ambayo wanapitia wateja kwanza, changamoto kubwa zaidi ni ii, naelekeza kutoa matawi, yaani wateja wengi sana wanachukua mche wanaenda kupanda wanauwache baada ya miaka miwili mitatu, mtu unakuwa uzai nafikia miaka minne mtu wa uzai miaka mitano mtu wa uzai miaka saba ndo unakuja kuzaa, vinapatikana ni vyembe. Nimesubiria ndani ya miaka saba, na mmesema inazaa baada ya miaka miwili na nusu, na vyembe nilivyopata vidogo dogo, vyembe sindano, kwa ajili ya kuachia haya matawi. Na changamoto nyingine pia ni kwa ajili ya matunda kuharibika. Matunda kuharibika, uwezi ukapanda hii miti ya kisasa ukaiacha hivyo hivyo, lazima uihudumie. Hii ni tofauti ile ya kienyeji tuliyozoea, unaweza ukaipanda tu ukaiacha, baada ya miaka mitano sita, au unasubiria embe tu ianguke ule. Hii inahitaji huduma. Kwa hiyo unapopanda mti wako, tutakuelekeza kwa sababu ukichukua hapa, tutakuelekeza jinsi ya hivyo, kama nilivyoelekeza kwenye video hapo, jinsi ya upandaji, utunzaji, ila pia kuna dawa za kupiga. Kwa hiyo siwezi nikakutajia dawa fulani kwa ugonjwa fulani kwa sababu kila ugonjwa una dawa yake kwa ukichukua mti wetu tunakupa namba ya WhatsApp. Mti wako ukiona umepata athari, unatupigia picha, bada mti wangu hupo hivi na hivi, tunakuelekeza dawa ya kupiga. Au kwa wale ambao wana simu kubwa, kama utakuwa upo mkoa jirani, unaweza hata ukakata jani ukoja hapa kitauni kwetu, tunajua ni ugonjwa gani, tunakuelekeza dawa ya kupiga. Unaenda du, dukani unanunua dawa, unaenda kupiga, mti wako unaendelea vizuri zaidi na vipi kwenye upande wa mbolea sasa? Maana umesema mbolea ya kupandia tu ambao ni ya samadi ile moja tu peke yake mm -hmm. Kwenye mazao mengine tumezoea tukiweka mbolea za kukuzia mpaka za kubebeshia. Vipi kwenye upande wa miche ya, ma, ya maembe hapo au miche mingine ambao ni ya matunda? Okay, miche ya matunda yote, hata iwe ya mbao, hata iwe ya maua, mbolea kutumia ndio hiyo ndio kutajia samadi ya mbuzi, ya ng'ombe au ya kondoo, na mbolea ya kukuzia ni ya kuku tu Aniwezi ukachukua mbolea dukani. Mbolea dukani kwa hii miti ya kisasa hii miti ya matunda hata ya maua hata ya mbao ni mbolea dukani, ifanye vizuri. Mbolea nzuri ni ya kuku, kwa sababu ya kuku. Kwa nini hatuitangulizi chini? Ya kuku ina minyoo na ya kuku inafanya kazi haraka sana, tofauti na mbolea ya ng'ombe ambayo ni ya samadi ya ng'ombe. Inafanya kazi taratibu na inakaa kwa muda mrefu. Ya kuku inafanya kazi haraka. Kwa hiyo hii mbolea ya kukuzia inatakiwa uiwekee juu kwenye mmea wako. Kama ukiona mmea wako umezoaufika unachukua ile mbolea ya kuku unaekea kwa juu, na kuna dawa hiyo ya kuchipulisha mche kwa haraka unachanganya na booster, nitakuelekeza unapiga mti wako unaenda vizuri zaidi. Ila mbolea za dukani ni hatushauri sana wateja watumie na kutoka pale sasa alipopanda mpaka aje kuweka hiyo mbolea ya kuku akukuzia ni kwa muda gani sasa? Okay, ukishapanda pale mpaka mbolea ya kuku ni mwezi mmoja na nusu hadi miwili, yaani mti wako unakuwa tayari ushashika, unaanza ku boost hiyo mbolea na dawa. Dawa ambayo utakayopiga ni booster na bamit, unachanganya booster na bamit na master kutu, unapiga dawa yako na unaweka mbolea yako hiyo ya kuku, okay. Hmm. na kwenye upande sasa wa kumwagilia pale, hmm. amesema akipanda lazima wanamwagilia asubuhi na jioni mwagilia, hmm. kwa muda gani sasa, ili aweze kuacha kwamba tayari mti huu sasa uko tayari kwa ajili ya kujihudumia? Okay, kwa muda wa kumwagilia kama nilivyoelekeza kwenye video, natakiwa mti wako ukipanda siku ya kwanza unamwagilia asubuhi na jioni, ndo moja kuu ila kadri mti wako unazidi kukua, mizizi inavyotoka kujitafutia chakula, unapunguza umwagiliaji kwa sababu unaweza ukaiozesha mizizi. Kama mti wako ukishafikisha wiki moja wiki mbili hadi miezi mwezi mmoja na nusu, unapunguza umwagiliaji. Kama ulikuwa unamwagilia kwa jioni na asubuhi, utakuwa unamwagilia jioni tu au asubuhi, na kwa wiki unaweza ukamwagilia mara mbili hadi mara tatu, yaani mwenyewe au ukiona mti wako kwamba huu ni mkubwa tayari, unaanza kunanili kuhitaji maji, unaenda kumwagilia. Ila vizuri zaidi mti ukishafikisha miezi miwili, punguza umwagiliaji kwa wiki, mwagia mara mbili hadi mara tatu, na kadri unavyozidi kukua, yani mti wako wenyewe utakuwa nakuonyesha kwamba huu tayari unajitafutia chakula. Ukishafikisha miaka miwili, miaka mitatu, huo mti unaweza ukamwagilia tu hata siku moja kwa mwezi. Unaona, unaweza kukapita hata miezi mitatu miezi minne ukamwagilia mara moja, na mtu ukishafikisha miaka minne, huo basi unajitafutia wenyewe chakula chim. napo bado kwenye zoezi la distance ya mche na mche, mche na mche kwenye miembe ni hatua saba, ni hatua saba kiu, iwe kiurefu, kwa mche na mche iwe kiupana. Unaona, shimo moja hatua saba, shimo lingine lengo la kupiga hizo hatua saba ni mti kupeana nafasi kwa sababu hii miti inatoa matawi. Sasa unaweza ukafanyia pruning sawa, ikawa karibu karibu, lakini unapouacha mti unakuwa mkubwa na matunda napo yanazidi kuongezeka. Ukifanyia pruning sawa, mti unakuwa ni mdogo. Kama umepanda eneo karibu na nyumba, mti unakuwa ni mdogo, ila mazao pia yatapungua. Kwa hiyo hatua saba kama umepanda shambani, ila kama umepanda nyumbani unaweza ukapiga hata hatua tano mti mwingine, ila uzingatie pruning kwa hatua tano, ila kwa hatua saba unaweza ukawacha mti hata miaka mitano sita bila kufanyia pruning yoyote. Kwa mtu asiyefahamu labda pruning maana nini? Kukata yale matawi ambayo yanasogeleana baadhi ya mti na mti au yale matawi ambayo ni ya juu ambayo yanaenda juu, nakata yale matawi ya juu na yale matawi ya juu na yale matawi ya pembeni kama ukiona hili tawi linamsogelea mwenzie, unaenda unalikata, na yale matawi ya juu unaenda unayakata, ila yale matawi unatakiwa uyakate kipindi ambapo tayari ushakula embe. Tukadiria, kama embe zipo zinatofautiana, kama mti ulioshika wale Red Indian inaanza kuiva mwezi wa tisa inakuishia hadi mwezi wa kumi na moja au kumi na mbili. Kwa hiyo hapo sasa, ukishamaliza maembe yako ndo unafanyia pruning ili kuwahi msimu unaokuja. Ukafanyia pruning kama mwezi wa tano, maua yanakaribia kutoka mwezi wa sita Utakuwa umewasili mti wako unafanyia pale pruning mwezi wa kumi na mbili, kama ile Indian unafanyia mwezi wa kumi na mbili, au kama hizi aina nyingine ambazo zinachelewa Kenti, unafanyia mwezi wa pili hadi wa tatu. Unaona pale unapomaliza tu maembe yako unasubiria kama wiki tatu wiki nne, unafanyia pruning mti wako ili kuwahi msimu ujao.